Bukoba Mheshimiwa Mbunge wepo hapo pembeni, asante. Mkataba unaosainiwa sasa ni ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi cha Kiaka Ilapwa, kata ya Nyanga, Bukoba Mjini, ambapo mkandarasi anaitwa Shandon Lukyao Company Limited. Mkataba ambao namapana usaini sasa huu ni wa barabara ambao mkandarasi anaitwa Daime Glosa Real Hope Limited, ambao ndio sia. Sante sana, mkataba huu ameshamaliza naomba, mbadilishane muweze kunyosha sasa. Kwa mheshimiwa genrasmi naomba tuwashangilie kwa makofi mengi. Asante, tuonyeshe kule kwa wananchi, waonyesha huko na waandishi wa habari wapate picha. Asante, makofi mengi kwao tena. Asante sana, mwingine utamalizia baadaye. Niwapongeze sana wana Kagera hasa jimbo la Bukoba mjini kupitia mbunge wenu mwakilishi wenu aliyewasemea na kwenda sasa kupata ujenzi wa soko kuu la Bukoba, ujenzi wa stendi kuu ya mabasi, pamoja na ujenzi wa barabara zenye ukubwa au urefu wa kilometa zaidi ya kumi. Hongereni sana wana Bukoba mjini, pamoja na ujenzi wa kingo za mto Kanoni kilometa 7.3. Nimekushasema kwamba jitihada hizi na mipango ni ya rais wetu dr Samia na sisi ni watekelezaji tu wa mipango ambayo rais wetu wamekuwa nayo kwenye moyo wake kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo leo tunashuhudia hapa utiaji saini, na maelekezo yangu ni kwamba katibu mkuu, utabaki hapa kuhakikisha maeneo yote yaliyo ambako, eh, hajakamilika yamekamilika, ili kusudi tutakapoondoka hapa kitakachobaki ni utekelezaji. Yaani maelekezo yangu kwamba wakurugenzi kwenye mamlaka zote za, za mamlaka zetu za serikali za mitaa mlioshiriki leo wote kumi na mbili katika mikataba inayosainiwa leo, mikataba ni kumi na mbili. Wakurugenzi wote mlioko hapa leo, hakikisheni wakandarasi hawa wanapokuja kule kwenu sasa kuwakabidhi site, fanyeni mkutano ili wananchi waweze kujua kwamba mradi umekwisha sainiwa kule Dodoma na mradi sasa unakabidhiwa katika maeneo yetu na mkifanya mikutano hii mnitumie picha nione, ili niridhike kwamba mikutano imefanyika wakati mnamkabizi mkandarasi saiti. Nadhani nimeeleweka vizuri. Na maelekezo yangu mengine, hakikisheni wawakilishi wa wananchi wameshiriki kwenye mikutano hii. Nadhani nimeeleweka vizuri. Hata kama watakuwa tayari wamekaa pembeni, waiteni waweze kushiriki kushuhudia namna mnavyo wakabizi wananchi wa kandarasi ili kusudi kwenda kutekeleza miradi hii. Hayo ndio maelekezo yangu, sitegemei katibu mkuu, nitafuatilia kwa kina, kwa sababu isiwe kwamba leo tumesaini, kesho kutwa mheshimiwa rais anaovunja bunge, nikawaacha hawa wawakilishi waliofanya kazi kubwa ya kuhakikisha miradi hii imepatikana kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nitafuatilia kwa kina kuweza kujiridhisha na maelekezo haya.